Kutoka kaburini sehemu ya tatu season ya kwanza. Nidhani sauti ile imetoweka milele, lakini simu ya kaka yangu iliwaka tena, na ujumbe mpya ulikuwa umeandikwa: usimwamini yeye. Ndipo nikajua si kila aliyekuwa kwenye mazishi siku ile alikuja kuaga. Nisimama pale kaburini, miguu ikiwa ikitetemeka sana jasho baridi likitiririka mgongoni mwangu. Simu ile ilianza kutoa mtetemo mkali, haikuita wala haikuonekana ujumbe wala meseji. Yote iliyoingia ilikuwa kama inaita, lakini hamna mwanga ulioonekana, japokuwa ulitoa mtetemo mkali na mkubwa. Nilipoifungua ile simu, niliona video iliyorekodiwa siku mbili kabla ya mazishi. Video ilimwonyesha kaka yangu akiwa hai kabisa. Uso wake ulikuwa umechoka, sauti yake ilikuwa ya haraka na hofu. Alikuwa akisema mdogo wangu, kama unaona video hii, ujue walijaribu kuniua. Mapigo ya moyo wangu yaliruka na yakaenda kasi, na kisha akaendelea kwa kusema, yule mnayemwamini sana ndiye alinipeleka kaburini nikiwa hai. Ukweli unaanza kufichuka akili yangu naanza kufunguka. Ndipo nikasikia hatua nyuma yangu. Niligeuka taratibu, nilichokiona kinisajabisha sana. Ni mtu niliyemwona kila siku, ni mtu alinisaidia pale mazishini, ni mtu aliyelia sana siku ya mazishi, ni mtu niliyemwamini kuliko wote. Alipofika alinitazama akaniambia kwa sauti yenye ubaridi, yenye baridi na sauti kali Nilijua utarudi hapa. Ndipo nikajua kaburi lile lilikuwa si la kaka yangu, bali lilikuwa ni la kwangu, nimeandaliwa mimi kuzikwa. Ghafla ardhi ilianza kutikisika, kaburi kaanza kufunguka zaidi. Sauti niliyoisikia mwanzo ikarudia tena ikisema ulikuwa karibu kujua ukweli mapema sana simu ile ikaanguka chini, screen ikapasuka, lakini ujumbe wa mwisho ukaonekana: simu ujao utajua kilichotokea kwenye usiku wa mazishi. Mwanga ukazima, giza likatawala, na sauti ikanionya, hii haijaisha. Hii ndiyo ilikuwa mwisho wa sizoni ya kwanza ya simu kutoka kaburini. Kama unahitaji sizoni ya pili Hakikisha unabonyeza alama ile iliyoandikwa subscribe chini ya video hii, hapo pia, na unabonyeza button ya like ili kuweza kuwa wa kwanza kupata notification yetu, hapahapa Kipua Media Story, ili uweza kuwa mwanafamilia wa Kipua Media. hakikisha una subscribe hapo chini na unaandika ujumbe wa season 2 ili uweze kuwa mtu wetu wa kwanza na miongoni mwa watu pekee watakaopata season ya pili hapa hapa kuwa Media Stories.